Huzuni na majonzi yalitanda katika kijiji cha Maragua, kaunti ya Murang'a, wakati mwili aliyekuwa mtangazaji na mwandishi wa habari maarufu Kimani Mbugua ulipolazwa katika makazi ya familia yake. Mamia ya waombolezaji wakiwemo wanahabari, viongozi wa jamii na wananchi wa kawaida waliohudhuria wali mazishi hayo yaliyofanyika Jumanne, Oktoba 28 mwaka huu, huku machozi yakitiririka na nyimbo za maombolezo zikisikika. Aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko pia alihudhuria mazishi hayo na kuvutia macho ya wengi kutokana na kuwasili kwake kwa mtindo wa kifahari. Katika hotuba yake, Sonko alitumia jukwaa hilo kutoa wito kwa serikali na jamii kuongeza juhudi za kukabiliana na changamoto za afya ya akili, akifichua kuwa binti yake Saumu Mbuvi pia aliwahi kukabili matatizo kama hayo. Alisema kuwa kifo cha Kimani kiwe funzo kwa jamii kuhusu umuhimu wa kuzungumza na kusaidiana. Wazazi wa Kimani wakiongozwa na baba yake walitoa hotuba ya kusisimua iliyoguza nyoyo za wengi. Baba yake alisimulia kwa uchungu e, jinsi siku ambayo mwanawe alifariki ililingana na tarehe ambayo alipoteza shule aliyokuwa amewekeza mamilioni ya pesa miaka ishirini na tisa iliyopita. Akitaka kumbukumbu ya mwanao iendelee kuishi, alitangaza kuwa atageuza shule hiyo kuwa kituo cha kurekebisha tabia na kusaidia watu wenye changamoto za kiakili. Mazishi ya hayo yalitimishwa yalihitimishwa kwa maombi na nyimbo za matumaini, huku marafiki na wenzake Kimani wakimkumbuka kama kijana mwenye kipaji mchangamfu na mwenye ndoto kubwa wengi wa, walisema kifo chake kimetoa funzo muhimu kwa taifa kuhusu muhimu wa kujali afya ya akili na kuonyesha upendo kwa wale wanaopitia changamoto za maisha. Asante uh, sana MC Chris. Uh, watu mimi nianza kupatia heshima kanisa, the clergy uh, watu wa administration, viongozi wale wote wako hapa, Gen Zs, TikTokers, kila mtu. God is good. Anoth time minao mechokatusaliminkwawa. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe huku nyumba. Asante sana. Mimi sijui nianzie wapi, lakini nitajaribu, sababu mengi ameshaongewa, hata niongee nini? Kimani huyu amelala hapa, awezi fufuka. Tushakubali Mungu alimpenda zaidi kutushinda sisi ambao tulikuwa tunampenda hapa duniani. Basi Mungu, asante kwa zile siku kidogo mimi nimekuwa na Kimani na watu wengine, kwa sababu tulimjua Kimani kwa hii kazi yetu ya kusaidia Wakenya na watu, sana sana wale wasiojiweza. Wengi wanaona let me say my critics, wengi wanaona mimi nafanya kazi ya PR, lakini kwa wale ambao hawajui mimi ndio president wa good deeds in Kenya, na juzi nilikuwa kule British Parliament kupewa award kwa ile kazi tunafanyia watu wa chini, na ni kazi nimefanya miaka mingi, na sipendi kujisifu, wacha nikomee hapo. Kwa hivyo, mimi kwa niaba yangu, Sonko Rescue Team na rafiki zangu kule Nairobi na mimi mwenyewe naomba Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni aiweke roho ya Kimani ambaye amelala hapa mahali pema peponi. Kwa familia mzee Dedan Kimani Mbugua, ambaye tumetembea na wewe hii safari ya Kimani, mama ndugu za Kimani, majirani, Mwenyezi Mungu awapatie nguvu sana kwa huu wakati mgumu ambao mnapitia na be strong. Hii ni mambo ya kawaida, kwa sababu nimekuwa mazishi mingi hapa Murang'a County, na mimi nilikuwa nikiongea kila mazishi, kwa sababu kifo kitatupata sisi sote, sisi sote ni maiti watarajiwa. Kuna wakati niliongea pale Maraga nikasema hata mimi siku yangu ikifika nitaenda. Baba Raila Odinga siku yake ifika ataenda, Nasongo siku yake ikifika ataenda. Watu wakaona ni siasa, lakini si ndio? Mungu amechukua baba, ndio Mungu amechukua Kimani. Siku moja najua Mungu atanichukua mimi, hata wewe utachukuliwa, hata wale ubina ameongelea, wale wanafurahia shida za binadamu kwa mtandao hata nyinyi Mungu atawachukua siku moja. Hii mazishi tunafanyia Kimani hata nyinyi mtafanyiwa. Labda na wale ambao watakuwa wamelemewa sababu poverty, umaskini kwa kila mahali Kenya. Labda tunaweza wasaidia wale Mungu atawachukua mbele yangu. Kwa hivyo tusicheze na Mungu, tusicheze na kifo na tusicheze na ugonjwa. Mimi nasimama hapa na uchungu mwingi sana. Na yale Ubina yote ameongea Mama Amina yote ni testimony ya ukweli. Mimi sikuwa namjua Kimani sana, kumuona kumwona kwa media, lakini siku moja Obina alinialika kwa show yake. And I went kwa Obina show, nikaongea ile niliongea. Na Obina akasema kuna cases mbili tatu, anataka tu partner tu team up pamoja. Kesi moja ilikuwa ni ya Kimani Mbugua Smolo na walikuwa madhare so Obina, nikamwambia basi hiyo ni kazi yangu ya kusaidia watu, tusafiri pamoja. Akapigia baba kikimani akamwambia tukutane madhare, akamwambia Obina e, kama hawa wamekaa madhare sana, hiyo ugonjwa wa mental health zingine inahitaji environment kubadilika, wacha tuwapeleke Mombasa. Nime partner na rehabilitation center moja ya Mombasa Women ya Mama Amina na nishawaipeleka kwa Justina huko akakuwa sawa. Bas tukakubaliana Obina mwenyewe akachukua time yake mzee family ya Yuni Somole tukakutana madhare zote. Tukaangalia hali ya wagonjwa vile wanaendelea. Hiyo wakati Kimani alikuwa anajikawa vizuri akanipata story mingi sana. Anambia ameongea na Elon Musk usiku na amempa appointment wa kutani, then nikajua huyo oh, kijana bado hajakuwa sawa. we need to do something about his life. Tukapanga na Ubina tukamkatia Kimani ndege na baba yake, tukapanga na mama Amina, tukampeleka mpaka Mombasa akakuwa admitted after a week. Mimi na Ubina bado tukapeleka Somolo akakuwa admitted, na walipokuwa kule mimi kawaida yangu napenda I don't give up in my cases. I like doing a tara follow up on my cases. Nimekuwa nikimtembelea Kimani sana kama ndugu yangu. Sana. Maybe kwa mwezi ama miezi mbili nitaenda mara tatu. Wasikuwa na sikuwa namtembelea yeye peke yake. Ni kwani natembelea wagonjwa wote kina kwa Justina wale wamesha recover sana. Na Wabina ameongea. The rich also cry. We also suffer in silence. Kuonesha Kimani Mbugua, Conjestina na kina Eunice Omolo. Kwa hiyo ugonjwa bipolar na mental health ni ugonjwa zinatoka kwa Mwenyezi Mungu, si ugonjwa mmeomba ama Kimani aliomba kuwa nayo. Kwa hivyo wale walimchekelea, Mungu atawaona na kitu moja nataka niwaambie leo, my own daughter today under the same condition. My daughter anaitwa Saumu Bubi. Ako na the same condition. Na si ati sikuwa na pesa ya kwenda kutibu mtoto wangu US ama London ama India. Mimi napenda kulia na maskini sana. I took my own daughter kwa Mama Amina. Akatibiwa pamoja na Kimani na Kongestina na wale wagonjwa wengine wote nilipeleka pale. Ni wasione nimeenda kwa dump huko. Waona hata familia yangu ile tunapitia, ni familia yao pia wanapitia. I thank God my daughter alipona. I thank God Augustine akapona. I thank God Eunice Amolo akapona. Hata sasa hivi alikuwa leading journalist K24 but in my media max umefuta wafanyakazi wao wote. Obina mama Amina there's a problem there. Eunice Amolo she's not doing very well and anipigia akilia kila usiku. We need to do something about it because we normally don't give up in these cases. After this we'll deal with that case. So, kwa hii safari nikapata experience kidogo. Nakumbuka Christmas moja, mama akasema anataka Kimani washiriki Christmas na yeye, a very genuine good request. Mama Mina akasema awezi discharge because Sonko ndo memleta hapa, aka Sonko mimi niende. I was busy hadi nikapanda ndege because I'm very serious mimi na my patience nikapanda ndege, nikaenda kwanza, nikamwambia ni usiku, usim discharge kama huyo, sister alale kwako, nikuje kesho niangalie file report ya madaktari then from there you can discharge. Tukaenda asubuhi, nikakutana na sister ya Kimani ako hapa, Mama Amina, all the doctors wakanipatia report, nikasikia nikaona ni nika sawa, then Kimani akaja nyumbani kuna kitu watu wezi escape bad companies, marafiki wa baya. Mimi si blame family. They played their part. Kimani was a grown up, wezi mzuia kwenda kusalimia majirani, kwenda kusalimia wapi, but Kimani alibounce kwa marafiki wa baya, wakaribu ile kazi yote nzuri ambayo alikuwa tumeifanya na mzee hakugive up mzee alinipigia mi, sipendi kuona machozi ya mtu mzima akilia. Akaniambia Kimani amerudi kwa street tena, tunaongea na ubina, tukaanza kumsaka Kimani. Ningependa kushukuru vijana wale walinisaidia oona so, kuna Morgan Morgan wapi? Morgan Morgan Morgan, Morgan, Morgan. Morgan, kuja. Nikapenda paka reward. Mtu yote atapata Kimani, tafadhali munishikie tukatafuta tukatafuta tuka siku moja na rafiki yake mwingine na simu ya rafiki alikuwa rafiki hai, hai mastima ajua hata anaongea nini. Nikasikia vibaya sana, aa so, Morgan na huyu na hawa nikaangia gari mafuta Kimani, na bebu ndio ni nasikia Kimani anapatikana hizo ile za Makongeni. Hao vijana wakaenda wakashika Kimani, kambia msimu ache anapiga kelele hizo, wale kambia bebeni hivyo hivyo mumlete. At times we use very rough language, ile ambayo wanatuelewa hata kwa Justina. Kuna wakati pia alirudi nyumbani bad friendship, tukarudi zero tena, hatukuchoka So, this strong boy is how? How? <laughs> How alishika Kimani bila huruma. Kimani, sasa what is the problem? Tulikaa kwangu siku mbili mchafu mchafu, wale marafiki zake wamemwest wamemaka vibaya, nikampokea kama my brother, kamkaribisha akachukua kachukua amaenda kwa steam bath akaoga. Chaki anything you want akachukua akasema sitaki kurudi kwa mama Amina sitaki kurudi hospitali yote mi niko sawa situkaka tukimonitor tukipangapanga tuki uh, ni watu 1000 mkaichi Jambo Safari Media Aida Ngile